Swali ni je, uh -huh. Tuingie katika mtakati. Roho Mtakatifu kwa maana mtakati. Utatu unasema kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana na, na kuna, kuna Mungu Roho mm -hmm. Je, roho mm -hmm. ni nani? Wangapi roo, kwa sababu uh -huh. jinsi tunavyosoma Biblia tunapata kuwa kuna Roho wa Mungu mm -hmm. Lakini huyu roho huyu Mungu roho Mungu mm -hmm. Roho ni nani? uh -huh. Tuweze kuona tuko na roho ngapi, roho ngapi, katika kitabu cha Waefeso ine mstari wa anzia mstari wa eta, kuna mwili mmoja na roho mmoja. Mwili mmoja roho moja, kama vile tumaini mlioitiwa na Mungu. Aha. ni mmoja Aha, Tuna mwili mmoja na, na roho mmoja kama vile tumaini mlioitiwa na Mungu ni moja. Endelea, kuna, kuna Bwana mmoja, mm -hmm, imani moja, mm -hmm, ubatizo mmoja. Kuna Mungu mmoja na Baba wa wote ambaye yuko juu ya wote, mm, afanya kazi katika yote, yuko katika yote. Hapo. Biblia inaweza kutuambia. Aha. Tuna mwili mmoja mm -hmm. tuna roho moja Naam. Alafu mstari wa sita inatuambia tuna baba mo, Mungu mmoja ambaye ni baba wa wote ambaye yuko juu ya, ya wote, wote, afanya kazi katika yote na yuko katika yote. Sasa watu wengine wanataka kupigiwa drama waweze kujua tuna roho moja mm -hmm. Sasa tuulize katika vitabu vya Uh, vitabu hivi, uh -huh. Je, roho ni wangapi? Tumeweza, tunajua roho ni moja. Nipe Mariko kumi na tatu kumi na moja. Mariko kumi na tatu kumi na moja inasema Nao watakapowatieni nguvuni na kuwapeleka mahakamani hmm. Msiwe na wasiwasi juu ya yale mtakayosema, saa ile itakapofika, semeni chochote mtakachopewa mtaka maana, si nyinyi mtakaosema, bali Mimiro, Roho Mtakatifu mtaka hapo maandiko yanatuambia katika kumi mm -hmm. na tatu kumi mm -hmm. na moja, nao watakapowatieni nguvuni na kuwapeleka mahakamani, msiwe na wasiwasi juu ya yote mtakayesema. Saa ile itawapofikia, semeni chochote mtakachopewa, maana mm -hmm. maana sitawa msaliti ndugu Aha. Kwa maana si nyinyi mtakaosema sema, bali ni nani? ni, ni mtakatifu. roho Hapa mtakatifu. tunaweza kupata Aha. tuna roho mtakatifu mm -hmm. tuweze kuuliza katika kitabu cha Mathayo, je, huyu roho mtakatifu ni roho wa nani mm -hmm. ama ni roho upi katika Mathayo 10:19. 10:19. Aha. Inasema Mathayo hmm. Aha. Inasema basi, mm -hmm. watakapowapeleka nyinyi mahakamani eh, msiwe na wasiwasi wasi, mtasema nini au namna gani. Wakati utakapofika mtapewa la kusema mm -hmm. maana si nyinyi mtakaosema, bali ni roho wa Mungu, bali ni roho wa Mungu, eh, bali ni roho roho wa baba, baba yenu asemaye ndani yenu. Hii mafungu mawili inaongelea mm -hmm. kuhusu tukio moja. Aha na pale Mariko anatuambia ni Roho Mtakatifu mm -hmm. naye Matayo anatufafanulia kuwa ni Roho wa Baba mm -hmm. na baba ni nani? Baba, baba ni Mungu. Ni Mungu sasa. Roho wa Mungu, je hiyo ni Mungu mwingine ama ni roho wa Mungu. ni roho wa Mungu, si tuone si Mungu Mungu, Mungu katika kitabu ingine inaitwa Petero wa Kwanza Moja Kumi Kumi na kwa hivyo kabla ya hiyo mm, tunaona ya kwamba katika Mariko mm, Biblia imeita ni Roho Mtakatifu hey. Eh. katika Mathayo Biblia inaita Ro ni roho wa Baba, kwa hivyo ni roho moja eh, ya Mungu, sio Mungu mwingine hey. Eh. tuone katika Petero wa Kwanza, Petero wa Kwanza moja kumi kumi na moja, Petero wa Kwanza moja Wa kwanza. Ngapi? Petro wa kwanza moja. Moja. Mstari wa kumi na kumi na moja, Inasema manabii walipeleleza na kufanya uchunguzi juu ya uokovu huo hmm, wakabashiri juu ya neema hiyo ambayo nyinyi mngepewa hmm, walijaribu kujua nyakati na mazingira ya tukio hilo, yaani wakati aliyodokezea roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao akibashiri juu ya mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaofuata. Kwa hivyo katika Petro wa kwanza, moja, kumi, na kumi na moja imeita ni roho wa, wa Kristo. Kristo hapa swali itatoka mm -hmm. Je, Roho mtakatifu ambaye ni roho wa baba, baba, ni tofauti na roho wa Kristo. Je, ni roho mwingine Waefeso inatuambia tuna roho na moja na uh mwili moja. -huh. tuweze kuuliza uh -huh. Je, hii roho wa Yesu ni uh -huh. roho nyingine ama si nyingine? Katika Yohana tano ishirini na sita ikasema kama vile baba Uhum. Kama vile Baba alivyo asili ya uhai uhum. Ndivyo pia alivyomjalia mwanaye kuwa asili ya uhai. Hapa inaweza inatuonyesha kuwa uhum. Kama vile Baba uhum. alivyo asili ya uhai uhum. ndivyo alivyomjalia mwana asili ya uhai. Uhai wa Baba ni roho, akamjalia mwana huo roho. mm -hmm. Ndiposa Biblia inaita Roho Mtakatifu. uh -huh. Roho wa Baba, uh -huh. na ni Roho wa Yesu huo. uh -huh. Ni roho moja niroho, si roho mwingine, ni roho moja eh, ni roho moja. Kwa hivyo hapa ina, inaonekana ya kwamba Mungu ndiye aliyempa mwana wake roho roho ndio ndio ambayo uh, kitabu gani? Matayo imesema ya kwamba ni roho, uh, Petro wa kwanza ni roho wa Kristo kwa hivyo ni ambaye alipewa na na Mungu na na wengine watajiuliza: je, alipewa kiasi gani, kiasi gani. Alipewa nusu. Alipewa nusu ama yote, yote. Katika Yohana tatu, ni tatu. Eh, ikasema eh, thelathini na nne. Eh, yule aliyetumwa na Mungu ambaye ni Yesu Kristo mm -hmm. husema maneno ya Mungu maana Mungu humjalia mtu huyo roho wake bila kipimo. Alipewa bila, kwa hivyo alipewa yote, alipewa yote bila kipimo, bila kipimo. Aha. Sasa hapo tunaweza kupata kuwa roho wa Mungu ambaye yuko, roho wa Yesu Kristo, walipewa katika bila bila kipimo, ndipo sasa, mm -hmm. nini inaweza kufunganisha baba na mwana Ka, ka, kama vile uh, bibi na bwana wanafunganishana, aha, upendo e. Nafikiri imeweza kueleweka hapo, nadhani imeweza kueleweka e, nipe katika Yohana 14:15 ikasema mkinipenda, mtazishika amri zangu nami nita, nitamwomba Baba naye atawapeni msaidizi mwingine atakaye kaa nanyi milele. Yeye ni Roho wa kweli, yeye ni Roho wa ukweli. Ulimwengu hawezi kumpokea kwa sababu hawezi kumwona wala kumjua, lakini nyinyi munamjua kwa sababu anabaki nanyi na yuko ndani yenu. Sit, uh -huh. Inasema mkinipenda mm -hmm. Hapa Yesu anaongea mm -hmm. na wanafunzi wake anawambia, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba naye atawapeni msaidizi hmm. mwingine atakayekaa nanyi Aha. milele Aha. Aha. yeye ni roho wa ukweli, ulimwengu hawezi kumpokea wala, kwa sababu hawezi kumwona wala, wala kumjua uh -huh. Lakini ninyi mnamjua kwa sababu anabaki nanyi na yu ndani yenu Kumi na nane, inaendelea kusema sitawacha ninyi yatima, nitakuja tena kwenu. Aha, bado kidogo na ulimwengu hautaniona tena. Aha, lakini nyinyi mtaniona. hapo ni swali, Yesu anamaanisha nini? yuko pamoja na ulimwengu haukumwona wala haukumtambua, lakini ninyi mumemwona na atakuwa ndani ya... endelea Aha, na kwa kuwa, na kwa kuwa mimi ni hai ha, nanyi pia mtakuwa hai Ruka 22 22, akasema yuda akamwambia hmm, Bwana itawezekanaje wewe kujidhihirisha kwetu nasi kwa ulimwengu hmm. Yesu akamjibu mtu akinipenda atashika neno la Mungu na baba yangu atampenda nasi tutakuja kwake na kukaa naye, asiyenipenda ashiki maneno yangu na neno mliyoisikia si langu bali ni lake Baba aliyenituma. Amina mm hapa -hmm. Yesu anawaelezea wanafunzi wake kuhusu Roho Mtakatifu uh -huh. anawaambia, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba mm -hmm. ili aweze kuwapatia msaidizi mm -hmm. na huyo msaidizi mm -hmm. ulimwengu mm -hmm. au utampokea kwa maana au kumwona, lakini mm -hmm. nyinyi mmemwona mm -hmm. Kwa hivyo ni nani, ni nani wanafunzi walimuona? yes, yes. ambaye alikuwa anawa address eh. aha sasa mm. ulimwengu hautampokea kwa hmm. sababu hawakumwa lakini hawakumtambua hmm. lakini ninyi ninyi sasa ninyi wanafunzi mko pamoja na eh -huh. na atakuwa ndani yenu uh eh -huh. eh na hapo 22 inatoa eh, pale Yuda anapoanza kuleta changamoto uh -huh. anaambiwa uh -huh. tutakuja pamoja na Baba uh -huh. na tufanye makao ndani Dan, yeah. yenu kumaanisha Baba Aha. na mwana mm -hmm. wataishi ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Ndiposa Yahudi anaposema katika Saburi wa 139 mstari wa saba Daudi. anasema nitauficha wapi uso wako? mm. maana roho wa Mungu huko mahali popote. e. Aha. sasa Je, hiyo Roho Mtakatifu ni Mungu mwingine? Hapana. Ni Roho wa Mungu, ni ni Roho wa Yesu, maana Yesu Kristo ataishi ndani yetu. Aha. na atafanya makao pamoja na Baba. Kwa maana tuki, uh, tuki mtambua Kristo, hata Baba, kwa maana tukimtambua Yesu Kristo tutakuwa tumemtambua Yesu Kristo na Baba wako wako. mm -hmm. Tunaendelea? Tunaendelea uh -huh. Je, ro ro uh -huh. Maana wengine wanasema ni that person roho uko na mwili. Tuone katika Luka ishirini kwa hivyo tunaposema roho hey, eh, tunauliza Biblia je I, ro, ni, ni, ni, ni mtu ama ni kitu inakana ama ni upepo? Uh, wanajua spirit ikiwa ni, ni upepo, upepo. Uh -huh. Basi, tuache, tuaje ekima ya mwanadamu, eh, mwanadamu. Hebu na tuangalie Biblia, inasema nini? Thelathini na tisa inasema nini? Yohana, kitabu ni cha Luka. Oh, Luka, aha, ishirini na nne, aha, thelathini na tisa. Luka ishirini na nne, thelathini na tisa, ikasema hmm. uh, 39 ikasema, angalieni mm -hmm. Mikono na miguu yangu, huyu mm -hmm. Ni Yesu Kristo anazungumza eh. Ya kwamba mimi mm -hmm. Eh, ya kwamba ni mimi mwenyewe mm -hmm. Ni papaseni mkaone nami, maana, eh, maana mzimu. Mzimu hauna mwili ni mifupa, nasema maana mzimu hauna mwili na mifupa kama mnionavyo hapo, inatueza kutuambia mm -hmm. kuwa roho ama mzimo haina haina mwili, haina mwili na haina mifupa. mifupa. Sasa nini? Kila ambacho haina mwili na haina mifupa inakuwa person kweli? Haiwezi kuwa mtu. Haiwezi kuwa na nafsi, haiwezi kuwa mtu. Haiwezi kuwa. Eh, tumuulize Stefano mm -hmm. vit, katika viti vya enzi kuna viti vingapi? Aha. Na alipokuwa katika duniani hii uh -huh. baada ya kifo chake uh -huh. aliweza kuona viti vingapi katika mbinguni uh -huh. maana wengine wanasema uh -huh. kama kuna Mungu Baba, Mungu mwana na kuna Mungu Roho Mtakatifu pale uh -huh. juu kungekuwa na kiti cha Baba na mwana na Roho Mtakatifu uh -huh. tuweze kuuliza Stefano uh -huh. katika kitabu ya Matendo ya Mtume Hamsini na tano. Aha, ninasema? Aa, lakini? Hamsini na tano. Lakini Stefano akiwa amejawa na Roho mtakatifu mm -hmm. akatazama juu mbinguni akauona utukufu wa Mungu na Yesu amekaa upande wa kulia mm. wa Mungu akasema, tazameni, ninaona mbingu zimefunuliwa na mwana wa mtu amesimama upande wa kulia wa Mungu. Pale Yesu hajaona kiti cha. Lakini ro, Roho ro mtakatifu ulipomjaza. Aha, Roho mtakatifu. Macho yake yakaweza kufunguka na akaona aka ona, aha. Akaona utukufu wa Mungu. mm-hmm. Kumwona Mungu, maana mwenye dhambi hawezi kumwona Mungu. Aha. Akaona utukufu wa, wa Mungu, Mungu na aliyesimama kanda yake aliye upande, upande, kam... wa kulia. Upande wa kulia alifanana kama mwana, mwana wa, wa mtu uh, ama mwana wa Adamu. Swali ni je? mm -hmm. Katika Mwanzo moja 26 hebu tuweze kujiuliza mm -hmm. Tuende katika Genesis. Genesis. Mwanzo mwanzo mwanzo 26 hapo ndipo watu wanasema ya kwamba Hapo sasa ndio watu wanachanganyikiwa, wanasema ni, ni, ni utatu mtakatifu. Mtaka. Inazungumzia kuhusu watu watatu waliofanya uumbaji moja 26. Aha. Fikiri yangu imezeeka sana hii, umekula kitabu sana <laughs> hii nimekula kitabu sana mpaka nimekula yote, lakini tunaweza kutumia ya simu ya simu inasema mm-hmm. Genesis 126 kwa hivyo watu wengi wameweza kuchanganyikiwa, wanasema ya kwamba unaposoma fungu hilo linamaanisha ya kwamba ni Mungu pamoja na Yesu Kristo pamoja na Roho Mtakatifu waliohusika katika uumbaji. Hebu natusikie jinsi ambavyo Biblia inatuambia ni, ni, watu wangapi walikuwa wanafanya uumbaji? Then God said then God said and now uh -huh. we will make human beings uh -huh. they will be like us mm uh -hmm. -huh. and resemble us uh -huh. they will have hizo ni vitu zingine uh -huh. inasema, mm uh -huh. na tumfanye kwa mfano wetu uh -huh. na sura yetu uh hapo -huh. Kiswahili inatuambia uh -huh. na tumfanye mtu kwa mfano wetu uh -huh. na sura Yet. yetu tuweze kuuliza maandiko matakatifu uh -huh. Je, nani akona sura ya Mungu uh -huh. na mfano? Maana wengine wanasema uh -huh. Mungu aliweza kumwambia mwana na Roho Mtakatifu uh -huh. tuweze, na jinsi tumeona katika Biblia uh -huh. Roho Mtakatifu hauna mwili wala mifupa uh -huh. so haina sura na haina Image and likeness. Yeah. Tuweze kuona nani ana sura ya Mungu mm -hmm. na mfano wa Mungu. Wakolosai m 1:15 inasema nini? Wakolosai 1:15. Wakolosai 1:15. Ikasema Kristo, hmm. ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Kristo ni mfano wa Mungu asiyeonekana na ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Hata kitabu inaweza kutuelezea kuwa tena ni, mzaliwa ni mzaliwa wa kwanza. Sasa Kristo mm -hmm. ni mfano wa Mungu na tumfanya mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Tuweze kuwa na sura Wakorinto wa pili Ine ine ikasema hao hmm. hawaamini kwa sababu yule Mungu wa wa wa ulimwengu huu amezitia giza akili zao, wasipate kuona wazi mwanga wa habari njema utukufu wa Kristo hmm. ambaye ni mfano kamili wa Mungu. Sasa, anayekuwa na mfano ama sura ya Mungu. Ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa hivyo nani alihusika katika uumbaji pamoja na Mungu? ni Yesu Kristo. Kwa hivyo ni watu wangapi? Wawili. Hatujapata ya kwamba kuna Roho Mtakatifu. Na wengine wataweza kutuuliza tuone katika vitabu ya EGW uh-huh. Tunapoona katika kitabu inaitwa Spirit of Prophecy Volume 1 katika uh -huh. page 34.1 e, katika oh. LNY uh -huh. wanao tafuta katika masimu ama katika magulgu uh -huh. wanaandika tu 1SP uh -huh. 34.1 Uh -huh. Inaweza kusema ni 1SP? 1SP 34.1 hapo unapata uh, elezo hilo In, unapata elezo. Uh -huh. Inasema uh -huh. God say to Isa kwa hivyo ni Mungu alimwambia ali mwana natumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa na, sura, sura yetu, yetu. Amina. Aha. Sasa ilo swali wengi wanatumiaga ku kusupport Trinity mm -hmm. lakini uh -huh. ilo ni makosa kubwa kwa maana